pita sasa hivi, hapa majumba ni mengi tena majumba mengine ni ya ghorofa, watu ni wengi na shughuli za kiuchumi ni nyingi, masoko na maeneo mengi ambayo kwa namna moja ama nyingine ama kwa bahati mbaya huweza kukatokea hitilafu zinazo zinazosababisha majanga kama majanga ya moto na majanga mengine. Hivyo kuwa na vifaa kama hivi kwa maeneo haya hasa yaya yenye msongamano wa umajengo na msongamano wa watu ni jambo muhimu sana. Sisi kwa upande wetu tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais pamoja na serikali kwa kuendelea kuboresha eneo hili. Labda niseme tu kwamba kwa baada ya hi, hotuba iliyotolewa au risala iliyotolewa na, na, na Kaimu Kamanda imeeleza mambo muhimu kwamba hivi vifaa hapa vimekuja kweli kabisa, lakini vifaa hivi havita- sio mwarobaini wa kila jambo wenzetu wa jeshi la Zimamoto na Uokoaji, nafikiri pamoja na kuwa na vifaa hivi, lakini mnayo kazi kubwa sana ya kuelimisha wananchi jinsi ya kujikinga na majanga mbalimbali mbali. Na majanga tunayosema mengi sana yanakuwa ni majanga ya moto na majanga yanayosababishwa na maji, na kwa hiyo ningeliwaomba sana e, pamoja na kuwa na vifaa hivi, tujitahidi sana kuhakikisha kwamba Tunaele, tuna, tunaendelea kuelimisha jamii yetu juu ya swala ya wao wenyewe kujikinga, alafu nyiye ndio mnaofuata. Singetaka vyombo hivi vionyeshwe kwenye vyombo vya habari na maeneo mengine, alafu watu wabweteke waseme kwamba naam, sasa kila kitu kiko sahihi. Mwenye kutumbukia kwenye dimbo atumbukie, mwenye kuwasha moto awashe kwa sababu kuna wazimaji. Hapana, hivi ni vyombo vya dharura, lakini tujitahidi zaidi kuzuia. Mkoa wa Simiyu tumetengewa kupatiwa mitambo mipya ya kuzima moto kwa maana ya fire tenders nne, tumetengewa kupatiwa mtambo mmoja wa uokoaji kwa maana ya medium rescue tender, lakini gari moja la kubebea wagonjwa, gari moja la kuongozea huduma za uzimaji moto na uokoaji alimaarufu kwa jina la command car, gari moja la maji kwa maana ya water bowser, boti ndogo ya uokoaji kwa maana rescue boat pamoja na vifaa mbalimbali vya uzimaji moto na uokoaji ikiwemo vifaa vya mawasiliano, mtambo wa kujazia breathing apparatus, vifaa vya uokoaji majini, vifaa vya uokoaji nchikavu, vifaa vya uokoaji kwenye majengo marefu, vifaa vya uokoaji kwenye migodi na kwenye mashimo na kadhalika. Mheshimiwa mgeni rasmi, siku ya leo, ninayo furaha kukujulisha kuwa mpaka sasa tumeshapokea mitambo miwili ya kuzima moto kati ya ile minne ambayo tumeahidiwa kupewa. Tumeshapokea mtambo mmoja wa uokoaji. Tumeshapokea gari la wagonjwa moja. Tumeshapokea gari la kuongozea operesheni za zimamoto na uokoaji moja. Tumeshapokea gari la ukaguzi moja, na vifaa mbalimbali vya operesheni za uzimaji moto na uokoaji ambavyo hivi punde utavizindua ili vianze kutumika rasmi. Pia ujenzi wa kituo cha zimamoto na uokoaji mkoa wa Simiyu, ambapo ndipo hapa tulipo, unaendelea na utekelezaji wake kwa sasa umefikia wastani wa asilimia tisini na tatu nukta sita na tunatarajia kukamilisha mwishoni mwa mwezi huu.